Kama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam leo Jumanne Juni 24 inatarajiwa kusikiliza kesi ya msingi ya mgogoro wa mgawanyo wa rasilimali inayokikabili Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kesi hiyo imefunguliwa na Said Issa Mohamed, makamu mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Taifa, Zanzibar, Ahmed Rashid Khamis na Maulida Anna Komu, ambao ni wajumbe wa Bodi ya Wadhamini wa chama hicho kutokea upande wa Zanzibar. Wadaiwa katika kesi hiyo inayosikilizwa na Jaji Hamidu Mwanga ni Bodi ya Wadhamini wa Chadema, mdaiwa wa kwanza, ni Katibu Mkuu wa Chadema, mdaiwa wa pili. Kesi hiyo imepangwa kusikilizwa leo, madai ya msingi ya wadaiwa ambao watatoa wa hoja zao wa kufafanua malalamiko yao kabla daiwa kujibu hoja zao za wadai. Hivyo, wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, mawakili wa pande zote watakuwa katika mchuano wa hoja na za kiushahidi na za kisheria Wakati wadai watakuwa na kibarua cha kujenga hoja na kutafsiri sheria kuishawishi Mahakama ikubaliane na madai yao, wadaiwa watakuwa na kibarua cha kupangua madai na hoja za wadai nao kutumia sheria hizo hizo. Mahakama baada ya kusikiliza hoja za pande zote, itapanga tarehe ya hukumu. Wadaiwa wanaingia katika usikilizwaji wa kesi hiyo huku wakiwa na kumbukumbu kumbu chungu ya uamuzi wa mahakama hiyo walioacha na majeraha katika harakati zao za awali kupambana na kesi hiyo. Wadai mbali na kesi hiyo ya msingi pia walifungua shauri dogo la maombi ya zuio dhidi ya wadaiwa, wakiomba mahakama itoe amri ya kuzuia kufanya shughuli za kisiasa na kutumia mali za chama mpaka kesi yao ya msingi ambapo itasikilizwa na kutolewa uamuzi. Wadaiwa walijipanga kumaliza kesi hiyo katika hatua za awali, hata kabla ya kufikia hatua kusikilizwa madai au malalamiko ya msingi kwa wadaiwa, kwa mbinu za kiufundi hivyo wadai waliweka mapingamizi ya awali dhidi ya kesi ya msingi na dhidi ya shauri dogo la maombi zuio la muda huku ke, huku wakibainisha sababu tisa za kisheria katika kesi hiyo itupiliwe mbali kusikilizwa. Hoja za mapingamizi hayo zilijikita katika mamlaka ya mahakama hiyo kusikiliza kesi hiyo, haki ya wadai kufungua kesi hiyo, matumizi ya sheria walizozitumia kufungua kesi hiyo na uhalali wa kumuunganisha katibu mkuu wadai nao kwa upande wao walijibu pingamizi la awali dhidi ya kiapo kinzani cha wadaiwa kilichojibu kiapo cha wadai kilichounga mkono maombi hayo ya zuio la muda. Katika pingamizi hilo, waombaji waliibua hoja tano za pingamizi, pamoja na mambo mengine, kuhusiana na kasoro za kisheria kwenye kiapo hicho kinzani cha wajibu wa maombi.